Watu sasa hivi wallahi wa billahi watallahi yeah. wanauza shilingi elfu kumi hizo jezi mpya yeah. zile, zile za zamani eh, sio hii niloiona leo nasema nyanya yeah. chungu yeah. zile nyingine zote yeah. eh. zinauza hivyo yeah. yuko ile jamaa yule wa safari ya mwisho yeah. nguo ya safari ya mwisho alivyosema yeah. ukinunua moja nyingine bure yeah. <laughs> si alisema <laughs> unakumbuka yeah. eh, moja bure yeah mwisho wa siku akasema, bwana jumla <laughs> elfu kumi kumi. Yule jamaa wakamwambia unaharibu blandi, we njoo huku, lete hizi tukasage, tuanze upya, tutakufidia. Sasa hapa tukisemaga simba akitoa kitu chake, wana simba hawana ngoma za kukanga. Wana simba wamechangamka, wananunua jezi tofauti. We unasemaje? Jezi ya simba ilivyonunulika mwaka huu hatari. Hapa ulipo kila wanakuja, mtu ananunua anaondoka lakini yangogwe atanunua nani bwana? Yangogwe aitoki shehe, ntaiona me, labda kwenye simu nimeangalia vibaya eh? Labda kwenye simu nimeangalia vibaya huwezi kumaliza maneno mm. eh, labda ile picha iliyotumwa labda ya kitochi hivi ah. na hivi kama walivyotuma wao, zile jezi za Simba sasa hiyo yu katikati huko kwenye bega la kulia na la kushoto, na kurudi chini kwenye mbavu ya enka ya kushoto, kwenye paja hey. na tumbo na huku ni kitu gani yaani ya. huo ndo ubunifu, mimi nakuuliza <laughs> ah, wewe, yeah, useme mwenyewe sawa ah, ndo nimeona yeah. lakini ili drafti yeah. hii ni nini pichi hii hivi, au hiyo hamna hiyo pichi au nini? <laughs> Aa, sawa tutajionea me. Tutajionea mengi mwaka huu mm -hmm. Hii ya kijana, bamia hiyo <laughs> bamia hiyo <laughs> bamia hiyo. Haya, tutaona ehe. Ehe, nyingine ehe, nyingine au zimeisha? nyeusi ile, ile ya nye nye mwanzo watu hawaitaki wa sasa so hivi inauzwa mpaka shilingi 2000 eh? bl nyeusi ya mwanzo yeah. hawaitaki watu so, mchezo tari ngoja, tutoe Simba utaona, bala zito. Inasemekana ya kwamba mmesikilizia sana ili wao watoe na nyendo. Mwachie, a a tu, kila mtu ana mipango yake. Sisi tunaachia kesho eh. hey, wao wameachia leo, sie kesho, na hata Simba day sie tunaachia leo, kwa sababu siku zote sie vitu tunaanzaga wengine wana umeona eh? Hii mambo ya utambulisho wa jezi tulikuwa sisi ndo tunafanya, wao wengine hawafanyi. Sasa hivi bwana, na wao wanafanya. Kwa hiyo sisi tuko tayari sasa, si kesho? Wao leo washatoa, sisi tutatoa kesho. Sasa tusikilizie nini, wakati kila mtu ana keto chake. Mimi nataka tujadili kitu kimoja, mimi na wewe mzee. hey, hey. Lo, hii tuzichukue hizi ambazo zimetoka hey. Alafu tuchukue na hizo tuziweke sokoni Alafu tukamchukue mgeni ambaye hajui timu zetu mm. Ataanza kukimbilia timu, we mtolee jezi ya blue kama hii. Uh-huh. mtolee na nyekundu. Uh-huh. Afu weka huo mzigo mwingine. <laughs> Balaa utaliona eh? Mgeni mchukue eh? Uone eh, au muonyeshe picha tu hii, hii. Afu muonyeshe hii, au unaweza picha zikawa zinapigwa sana makeup, peleka alisia. We muonyeshe tu hii hapa, hii ya drafti alafu inatolewa hii kunyekundu, weka na blue. Hatari baba Eh? Balali itakuwa zito, utashangaa. Kila mtu umekosa, umekosa yani wale unapotaraji, wewe si unataraji pale kwenye ngogwe, kwa kuwa ile ndio imetoka mpya. Sasa kila ukiiona umekosa Kaja kwenye nyekundu umekosa, kaja kwenye bluu umekosa, umekosa. Balaa itakuwa zito mm. mm. kuna muda mrefu mlikuwa mkipigwa bao sana kipindi yuko uh, mzabuni wao yule a uh, sheria ngome, lakini kwa sasa hivi baada ya kuondoka Simba Sports Club, inaonekana baada ya kumpata Diadora pamoja na Jeruti, pigo ni kubwa sana si hatujawahi kupigwa bei bwana, kupigwa bei kwanza sokoni. Simba sokoni tulikuwa tunauza sana jezi sana, umeona kwa hiyo hatujawahi kupigwa wewe. Sasa jezi za nani za vunja bei ndio zimepigwa nani? Au sandarendi. Umesema wewe. Ah, wewe umesema kwa sababu alipokuwa shega yule kule. Eh. Si kila siku tunapanda viwango kila siku. Eh eh. Bwana, mwitikio mmeuonaje kwanza kuelekea kwenye michuano ya kimataifa? Kwanza, wananchi wa hapa hapa kwenu wapi? Hapa kwa Ngobedi. Zingiziwa. Zingiziwa hapo yeah. Ngobedi. Ah, wanasimba wa Ngobedi wamekuja kwa nguvu kubwa kabisa. Nimepita mimi Chanika, mimi nilianza kufika nikawa maeneo ya Chanika. Watu wote wakasema jambo liko zingiziwa huko. Haijawahi kutokea. Kujisemea mzaramu kutenda giladi msimulile hai, hai Ngobedi kumtandile wamefanya kusudi watu wasimulie huku kote, walichofanya kijiji cha Ngomeni haijawahi kutokea. Ndio hii unaona umati wote eh, unapaona kama kijijini mji mpya huu, lakini hawa watu wametoka wapi utashangaa. Na eh, jambo lime naniula, wana simba mahema yamekaa, pamependezwa, wamepamba vizuri na nini, kuna mpaka wachekinoma wapo pembeni. Yani nasema walinzi wale walovaa gwanda vizuri kabisa Hey, wapo kwa kampuni sasa, usifanye masiala eh Yala? Mm. Hey, na kama huyu unamwona mbunifu hey, usije kunani ukumwona spida lakini na huyu familia ya watu wawafu nayo yupo manganyu manganyu eh. Hey, hey, akosi wapinzani wenu si mm -hmm. haba wanaingia leo usiku, mnawapa onyo no. la kiasi gani wanapokuja katika dimba la Benjamin mm -hmm. William Mkapa, sisi Mkapa, sisi hatuwapagi onyo, tunawaambia tu pale kwa Mkapa kuno kwa kukaja kuisalimia na kitali. Nyumbani, kuja kitali sie pale nyumbani, atakaye kuja na nguo anaondoka uchi, ndo uwanja wetu tunaoutegemea. Ndio maana tulivyokuwa tunacheza fainali ya shirikisho, wale jamaa zetu ngogwe walitupiga vita tukacheze Zanzibar kwa sababu wanapajua kwa Mkapa sie tungemfanya nini yule yeah. Wallahi, ingekuwa historia haijawahi kutokea. Na akamuulize Oloya mechi ya mwisho kama ile, hey. Oloya ilikuwa sisi akishinda ya yeye anaondoka tukishinda sisi tunaondoka, yeah. ko alichezea saba pale na kwake katupiga, hey. tena saba yai hey. sio saba moja, hey. saba moja sijui saba mbili saba yai pale Oloya sasa ilikuwa bekane ndo anakuja kuzaa naweza kutuombea mazuri a mm. hawajavaa fulana za manio. za bekane mm. wewe kuwaona hey. Wale sisi wakati tunacheza kimataifa, tunashinda, tunashinda, tunaingia robo, tunawafunga Waarabu, wao walikuwa wanasema oh, mnawafunga kwa sababu ya korona. Wao walikuwa wakiingia tu mtama, raundi ile ya kwanza tu mtama chari, wanarudi nyumbani. Tunawauliza, korona nyie mnayo au wale peke yake? Oh, wakaamia kwenye mwaka robo pale, ndo tukapata ngedere. Sio kwamba hataki chai, kuipata chai ndio mtihani. Sukari wapi, jiko wapi, kibiriti, majani ya chai, kijiko, anaenda kula majani. Kwa hiyo na wale ile robo fainali walikuwa wanaitaka, ila kwenye kuipata ndo tabu, ndo maana juzi hapa robo finali wamedondoka. Umeona kwenye, kwenye, kwenye klab eh. Wameshindwa na wapo wapo Benjamin Mkapa, wakaikumbuka ile wakasema na hii na wale walikuwa Waarabu, na hii Waarabu watatu ondokeni kule kwa, kwa, kwa, kwa Mzee Ijabu wabisinjilia eh? Zanzibar na ah. Kule ndo kubaya kuliko huko ah, Mzaramo kubaya, Wazanzibari kiingilio cha shilingi 5000 hawataki kiingilio shilingi 2000 labda wafanye bure kule eh? Huku tu wameona watakuwa wapati watu wamekule, sasa wamefanya na hela eh. Wakati wao heshima yao ni kufanya bure eh. Eh. Wana kwa kumalizia, waambie neno mashabiki wa Simba Sports Club wanaokutazama, niwaambie tu wanasimba, tuna jambo letu Jumapili ili tukamfunge Petro di Rwanda. Wana, wanasimba wote, kwa hali na mali, inatakiwa kukutana uwanjani, lakini kwa sasa hivi niwausie, tiketi zipo hii mapema, mnavyokosa kuna watu mikoani wanakuja magari, pia kwenye michezo ya kimataifa. Ah, sisi tunawaambia kila mtu ana jambo lake, basi aishi atakavyo, Mungu atakachomjali ya kupata hiyo hiyo, akikupa gumba aki kupadongela mkaa basi inshaallah litamsaidia kashinda. Uh, inatokea, Simba, Simba anapofungwa kwenye mashindano haya, sisi kwanza break ya kwanza uelewe robo fainali sasa wao wanaojipangia atafutwe mwarabu mwingine aende naye wao, ina maana wanamfanya al Al-Ahadi asiongoze yeye, Al-Ahadi awe kibonde kwake yeye, mambo yale anaweza simba tu. Mimi nakwambia siku zote watu wanashindwa kuelewa kujisemea mwenga mmoja asio hili ana lile. Eh, shukrani sana pamoja kaka.